Jina naitwa Judi Mlenya Mwema e, nimewalaa wapo kwamja kitengeza niko na dada yangu nilimleta hapa last year. Eh, alikuwa ameingizwa Luminati shuleni na bado kwa familia. Alikuwa anatumika kitu, wa kwanza alikuwa anatumiwa baba yangu akafurishwa tumbo aka akafurisha tu tumbo kafura e, eh kafura. Sasa alikuwa anatumika kupewa kitu pali wakati anaenda kumtayarishia chakula, anapewa mwanamke, so akiwa anamtayarishia baba chakula eh anapewa ni kitu. Kuna watu walikuwa wanakuja wanampa, kama wanakuja kwa jina langu la roho eh, lakini yeye anawaona ana yeye anawaona eh, ila e, watu wengine hawaoni e, sasa sisi atumonge, lakini yeye anaona, anapewa kitu, anamwekea kwa chakula. wakati anapokila kile chakula He -he. alikuwa anashikwa na stroke. kitu inamshika, anaanguka ye, baba anaanguka chini e. e. e. nampeleka hospitali, nikimpeleka hospitali sasa sasasistangu akipewa hiyo kitu. Sasa hao watu walikuwa wanakuja wanamnyonga, ndio maana hiyo kitu ilikuwa inamwanga. Sasa hiyo kitu amekula nikimpeleka hospitali ile tumbo inaendelea kufura, tukipima tunambua ako na maji kwa tumbo, naambiwa nipeleke kashoti atolewe ile maji, maji. Eh, eh, kashot, maji. Eh, sasa tukienda atolewe maji mpira mpila na najiuga atolewe ile maji eh,

So kifika osi anatoa maji inakosekana, lakini si bila tolewa aitoki, inakata kutoka. eh eh eh, tukakuja huko sasa. Baba namrudisha nyumbani, tumbo tu na fura. Wakati msichana nilimleta huko, wakati nilimleta sasa chaji mimi, msichana eh, alikuwa akisimama baba kwa mlango, anataka kutoroka, akisimama kwa mlango, anataka kutoroka. Sasa bado tukua kwa nyumba, alikuwa anafanya vitimbi. Eh, anafunga tukiongea maneno na mzee. Eh, mzee mzee akiniambia mwaka tufanye harusi tunafanya harusi yeah. Eh, kesho asubuhi mzee anaamka hii mkono ya pete hiyo ya ya mkono imefura imefura imefura sasa na sisi hatujui ilikuwa, lakini yeye wakati alikuwa anamuuliza anasema, watu wanakuja, wanakwita, wanasimama, anamwambia funga ya harusi wasioane, funga. Sasa kufunga, ilikuwa ilikuwa tunaamka na furaha hiyo, tunakaa tunakatu, lakini wakati nimeleta hapa, mambo yanaendelea vizuri aali aya, imeendelea mzuri, madada zangu wamefunguliwa wawili, wameenda nama